Mtazamaji wa TNTV, karibu tukaangazie madaraja matano yaliyojengwa na wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Kagera yaliyogharimu zaidi ya shilingi bilioni 45, kwa lengo la kutatua changamoto zitokanazo na mvua. Tutapata ufafanuzi kutoka kwa wasimamizi wa mradi huu wa kandarasi pamoja na wakazi wa maeneo husika wakieleza namna ambavyo ujenzi wa madaraja haya unavyoenda kuwanufaisha. Jina langu ni Arnold Kailembo. Usisahau kubonyeza neno subscribe, kulike, kushare na comment. Mwaka 2024 mkoa wa Kagera ni miongoni mwa mikoa iliyoathiriwa kwa kiasi kikubwa na mvua za El Nino, hali iliyopelekea kuharibika kwa, kwa miundombinu mbalimbali ikiwemo barabara na madaraja. Kutokana na athari hizo, serikali ililazimika kuja na mpango wa dharura wa ujenzi wa madaraja makubwa matano kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 45. Madaraja hayo ni Kanono, Kyanyabasa, Kamishango, Kyetema na Karebe yaliyoko wilaya za Bukoba na Muleba. TNTV imeungana na meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Kagera, mhandisi Joel Samwel Mwambungu katika ziara ya ukaguzi wa miradi hiyo ili kujionea hatua ya utekelezaji na tija ya madaraja hayo kwa jamii. Safari yetu inaanzia manispaa ya Bukoba katika mradi wa ujenzi wa daraja la Kanono. Mradi huu unalenga kuondoa changamoto ya mafuriko na daraja kushindwa kupitika kipindi cha mvua, na sasa ujenzi wa daraja hili umefikia asilimia mia moja ya utekelezaji. Kwa sasa daraja limekamilika, tuko kwenye hatua za mwisho za umaliziaji wa barabara. Tunaomba wananchi kuwa wavumilivu wakati huu barabara ilipofungwa, ili tuweze kumalizia tabaka la mwisho ambalo halihitaji kukanyagwa sana na magari. Matarajio yetu, tunajitahidi kumaliza kazi kwa wakati kama mkataba ulivyo. Kwingineko ni halmashauri ya Bukoba ambako tunakutana na daraja la Kyanyabasa inalojengwa juu ya Mto Ngono. Mradi huu wa ujenzi wa daraja umefikia asilimia sabini na saba ya utekelezaji wake. huu Uh, ni mmoja kati ya miradi mikubwa ya SEC ambao ni daraja kubwa lenye urefu wa mita mia na tano. Tunashukuru kwa utekelezaji huu uh, tunapofanya kazi na ikaonekana inakuwa ni faida kwetu na kwa wananchi uh, kabla ya kuwa hivi mnavyopaona ilikuwa ni mto ambao unapita. Sasa tulivyotengeneza, tukatengeneza na barabara ya mpito. Nakumbuka tulivyotengeneza barabara ya mpito ya kwanza kuunganisha kutoka upande wa huku kwenda huu upande mwingine wa pili, gari ya kwanza ilipita ni ambulance, na ilikuwa inatoka huku ikijua kwamba uh, itakuta kivuko ivuke, lakini ikakuta tumeshatengeneza barabara kwao hiyo ni faida kwetu, kwa sababu tunaona maendeleo na yule mgonjwa pia aliwahi hospitali. Kwa hiyo tunashukuru kwa, kwa ujio wenu, asanteni sana. Pia katika halmashauri ya Bukoba lipo daraja la Kyetema ambalo nalo utekelezaji wake umefikia asilimia sabini na saba likilenga kutatua changamoto pia ya kutopitika msimu wa mvua. Asilimia ya mradi kama alivyosema tupo asilimia sabini na saba ya mradi huu ambao tulipata baadhi ya utekelezaji wa mradi huu kwa daraja hili la Kyetema la Spania mita 45, kwa hatua tuliofikia na huko tunakoelekea, tunajitahidi kadi ya uwezo wetu kuhakikisha muda huu tulionao na tuliobakia tunakamilisha mradi huu ili kuepusha changamoto za mradi huu ambazo zitakuwa mwarobaini sasa, kwa upana wa daraja hili, lakini pia kwa namna ambavyo tunapata usimamizi mzuri kutoka kwao. Hatua tuliofikia ni nzuri na ushirikiano wao ni mkubwa sana kwetu. Kwa kipekee tushukuru sana serikali ya awamu hii ya sita, kwanza kwa kutuamini wakandarasi wa ndani kutupa miradi hii mikubwa yenye zaidi ya bilioni 8.5. Kwa tunashukuru sana lakini tunaahidi kuwa tutatekeleza kwa viwango ili tuongeze uaminifu mkubwa na tuzidi kuaminika katika kulani miradi hii. Kwa kipekee nashukuru sana lakini, ninaahidi kuwa kadri ya muda tuliopewa ambao ni tarehe 20 Februari, tutakuwa tumekamilisha utekelezaji wa mradi huu na wananchi wataanza kunufaika na daraja hili. Daraja la Karebe ambalo lipo asilimia 73 ya utekelezaji wake, ni miongoni mwa madaraja ya dharura yanayotekelezwa katika halmashauri ya Bukoba. Uh, mradi wetu ni wa span ya 60 meters, bridge ambayo inatumia steel girders. kwa hiyo uh, ukiangalia uh, tunaendelea na kazi kama unavyoona, kasi inaendelea kwa kasi kubwa sana, na tunategemea kumaliza mradi kwa muda ambao tumepewa, na kwa kifupi uh, napenda sana kushukuru uh, TANROADS ambao ndio wasimamizi wakuu wa mradi huu. Serikali kupitia wizara ya ujenzi, kwa kweli wameweza kutuamini wakandarasi wa ndani na tumeweza kupata mradi kama huu. Zamani hapo, miradi kama hii ilikuwa inatekelezwa na watu ambao wanatoka nje ya nchi, lakini sasa hivi miradi hii inatekelezwa na sisi wenyewe wananchi, ambao ni kampuni zetu za kizalendo. Kwa hiyo, napenda sana kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiongozwa na Mama Samia Dokta Samia kwa hiyo uh, kwa kuweza kutuamini sisi wakandarasi, na tunaahidi uh, tutaweza kutekeleza miradi mikubwa ijayo ambayo tukiweza kupewa nafasi. Na Mirembe Construction Company Limited imeweza kuajiri watu wengi sana kutoka vijiji vya karibu hapa, tumetoa ajira kubwa sana. Suppliers wengi sana tumewapa tenders za kuleta vyakula, vitu mbalimbali hapa, materials zote tumeweza kuleta sisi. Kwa hiyo kwa kifupi tunapenda sana kushukuru vijiji vya jirani kwa ushirikiano wote uliotoa na tunapenda sana kuwakaribisha sana Karebe na asanteni sana. Tukielekea wilani Muleba, tunakutana na daraja la Kamishango ambalo utekelezaji wake umefikia asilimia 98, na mkandarasi wa mradi huo anasema daraja hilo linatarajiwa kukamilika kufikia mwishoni mwa mwezi Februari. Kama mnavyoona, mradi tulumefika asilimia 98 kwa maana ya upande huu tumekamilisha mitalo, tumekamilisha taa pamoja na barabara lami, imefika kiwango cha lami. Hapa tulipo ndo daraja lenyewe ambalo lina 45 mita na upana wa 11.1 mita. Uh, meneja ameshasema kwamba mradi huu ulianza tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 2024 na unategemewa kuisha tarehe ishirini mwezi wa pili mwaka huu. Asilimia za mradi ni asilimia 98, tumebakiza kazi chache sana kama unavyoona upande huu. Kazi ndo zilizobaki ni kuweka lami upande wa kule juu, mitaro tumeshamaliza, so ni just kumalizia siarala na kuweka double surface. Meneja wa barabara TANROADS mkoa wa Kagera, mhandisi Joel Samwel Mwambungu ameonesha kuridhishwa na utekelezaji wa miradi hiyo akibainisha kuwa Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 45 kugharamia ujenzi wa madaraja hayo ya dharura kwa lengo la kuwezesha shughuli za kiuchumi na kijamii kufanyika Haitha, kwa ufanisi. Aidha, amewaagiza wakandarasi kuhakikisha miradi yote inakamilika ifikapo Februari 20. Sasa kwa madaraja yote haya matano ambayo yanatekelezwa mkoani Kagera yana thamani ya shilingi bilioni 45. Hizi ni fedha ambazo serikali kupitia wadau mbalimbali imehakikisha kwamba zinakuja mkoani Kagera ili wana Kagera na wananchi wote ambao wanatumia hizi barabara na madaraja waweze kupata faida katika uh, maeneo mbalimbali ya kijamii, lakini pia na maeneo ya kiuchumi. Kwa fupi sana niseme, niwashukuru sana eh, wananchi kwa kuwa wavumilivu kwenye maeneo yote ambayo ujenzi unaendelea. Kuna adha za hapa na pale wakati wa ujenzi, lakini niseme tu manufaa ni mengi kuliko hizi adha ambazo tunazipata wakati wa ujenzi. Manufaa ya kwanza wakati wa ujenzi, hii miradi yote ya bilioni uh, 45.6 cha kwanza imeenda kwa wakandarasi wazawa, kwa fedha zote hizi bilioni 45.6, zimebaki hapa hapa Kagera, lakini tuseme imebaki hapa hapa nchini, kwa sababu wakandarasi hawa kwanza wamepata fedha, lakini cha pili wamepata uwezo. Zamani madaraja makubwa kama haya tulikuwa tunafikiri hayawezi kutekelezwa na wakandarasi wa ndani. Hii imejenga imani kwa serikali, lakini pia imejenga imani kwa wakandarasi kwamba tuna uwezo wa kufanya kazi zetu wenyewe tukijipanga. Lakini ya pili ni kwamba limeleta ajira wakati wa utekelezaji wananchi wanaofanya hizi kazi za ujenzi hapa wengi ni wananchi wa maeneo wa haya, kwa ajira za moja kwa moja zimepatikana, lakini pia kiuchumi, haya madaraja yanaunganisha pande nyingi sana na miji mingi kama tulivyoona haya matano. Kwa haya madaraja kukamilika kwake na hizi barabara kutacho, kutachochea uchumi wa mkoa wa Kagera, lakini pia na kuongeza mnyororo wa thamani wa mazao na mali ambazo zinazalishwa Kagera. Kizalisha zao eneo fulani likichelewa kufika kwa mlaji, thamani yake huwa inapungua lakini kwa kurahisisha na kupunguza muda wa usafiri kutoka upande mmoja kwenda mwingine, unaongeza mnyororo wa thamani kwa moja kwa moja, ili linapelekea uchumi wa Kagera uimarike, lakini pia na kuchochea pato la taifa katika uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa upande wao wananchi wanaeleza matumaini makubwa juu ya miradi hiyo, wakiambia TNTV, kwa kipindi kirefu wamekuwa wakikabiliwa na changamoto kubwa ya usafiri na uvukaji kutokana na ubovu wa madaraja yaliyokuwepo awali. Kwa kweli sisi kama wafanyabiashara hasa hususan wa hizi ndizi, tunakuwa na mzigo mzito, lakini hii barabara itakapokuwa imemalizika, kwa kweli itatusaidia sana. Tunawashukuru viongozi wetu wa Serikali ambao wametusaidia kutengeneza daraja kubwa kama hili ambalo linaenda kuleta faida kubwa kwetu hasa sisi wafanyabiashara wa hii kazi. mwanzoni kabla ya hili daraja kutengenezwa kwa kweli tulikuwa tukipata shida sana pale, hasa tulipokuwa tunatoka mashambani tukiwa na hizi ndizi tumefunga, kwa kweli tulikuwa tunapata shida sana, na ukizingatia hizi ndizi, kitendo cha kuanguka zote zinaweza zikajipiga chini na kujikuta zime nanii zimekwanyuka sana. Hapa tulikuwa tunapata changamoto nyingi sana, cha kwanza tulikuwa tunakawishwa mpaka ukikodi kivuko kwa shilingi elfu tatu ila kwa sasa tunaona tuko vizuri, mpaka tunatumia njia kwa ajili ya feri halafu na mtumbu e, kwa kwa tunapata changamoto sana, ila kwa sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kila kitu kinaenda salama e, mpaka tukua tunatumia jitihada nyingine mpaka tunakodi feri kwa shilingi elfu tatu ila kwa sasa hivi hatukodi, tunapita tuko huru. Faida ambayo inapatikana ina, ina, ina mpaka sasa hivi ni, ni kupita kwa urahisi kusafiri kwa urahisi na kwa uharaka pasipokuwa na kusubiria subiria foreni kwa sababu kipindi ilipo daraja ulikuwa unasubiri wafike watu fulani ndio mnavuka eh, lakini sasa hivi ukifika, una unaondoka moja kwa moja. Kwanza tunaishukuru Serikali kwa, kwa kutuwekea daraja kama hivi kwa sababu linatusaidia li na lina linaweka wepesi kwenye usafiri. Mtazamaji wa TNTV, asante kwa kuwa nami tangu mwanzo wa makala hii hadi mwisho wa makala hii. Pengine umeweza kufahamu namna ambavyo Wakala wa Barabara TANROADS Mkoa wa Kagera wameendelea kushiriki katika utekelezaji wa miradi ya serikali inayolenga kutatua changamoto za wananchi hasa kwenye eneo la madaraja.